Jina langu naitwa Dr. Suleiman Komba, rais wa Chama cha Walimu Tanzania. Katika kipindi cha mwaka 2025-2030 kupitia uchaguzi wa kitaifa uliofanyika tarehe tisa na kumi ya mwezi wa sita mwaka 2025. Tumeanza vikao vyetu vikao vya vika kamati ya utendaji ya taifa. Kwa mujibu wa katiba yetu ni kikao muhimu ni kikao ambacho kinafanya utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya chama cha walimu Tanzania CWT. Kimsingi tumekubaliana na nashukuru, leo ni siku kama ya nne tangu tulipoanza kukutana, na kwa kweli, kwanza ninashukuru Mungu kwamba anaanza kuiona kamati ya utendaji yenye weledi, weledi katika dira ambayo tunataka kuendelea nayo, na utaratibu ambao tumeanza kujiwekea ni kuhakikisha kwamba nomo migogoro tunataka kuona chama cha walimu chenye mshikamano wa pamoja, lakini chama kinachoweza kuleta matumaini kwa walimu, lakini matumaini kwa serikali, lakini matumaini kwa taifa letu kwa ujumla. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tuliye naye kwa sasa ameonyesha kuleta matumaini pia kwa walimu baada ya kuanza kushughulikia miundo mbinu kutufanya mahala petu pa kazi kuendelea kuwa pazuri, time after time anafanya hayo, na lakini pia katika kuangalia kwa kiasi fulani maslahi yetu, na kwa kweli amejitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Tunaamini machache aliyobaki hawezi kushindwa kuyakamilisha, kuya na serikali yake imeitika kwa maana ya wa, waandamizi wengine katika serikali wameonyesha kutekeleza mambo hayo. Nataka na kusema kwamba walimu lazima kwa wali namna yoyote tukubali kuwa pamoja, tukubali kushirikiana majukumu tulio nayo na taifa kwa namna yoyote. Hata kama kuna watu fulani, nimeanza kuona kwenye baadhi ya vipindi mbalimbali, wanaanza kuonyesha kama mwalimu amepoteza mwelekeo, au walimu tuko namna hii. Kwanza si sahihi sana kusema namna hiyo kwa sababu bado tunaendelea kubaki kuwa kioo cha taifa hili, kwa sababu tunashughulika na watoto kuanzia chini na hata kuendelea juu. Hakuna namna mtu anaweza akaanza kumdharau mwalimu taifa likadhani mtu huyo yupo sahihi, anafaa. Si sahihi hata kidogo. Na nachukua nafasi hii pia kwa heshima kuwaomba walimu, sasa huu ni mwaka 2025, tarehe 29 kwa mujibu wa taratibu ambavyo serikali imeipanga kutakuwa sasa na uchaguzi. Uchaguzi mkuu huu unaleta viongozi ambao wanakwenda kulipeleka taifa letu mbele kwa hatua nyingine bora zaidi. Kwa hiyo, kupitia uchaguzi huu nataka kuwaomba walimu nichukue kwa nafasi yangu kama rais wa Chama cha Walimu Tanzania kuwaomba walimu wote kama kioo cha taifa wajitokeze tarehe 29 ya mwezi Oktoba 2025 kwenda kupiga kura, wawe wa kwanza kwenda kupiga kura, lakini wa kwanza katika kuhamasisha wananchi na kuwaeleza umuhimu wa kupiga kura, umuhimu wa kulilinda taifa letu, ambalo mataifa mengine wanajifunza kutoka Tanzania. Asitaka kujua lazima ambiwe ajue hivyo. Kwa hiyo, lazima uzuri wetu tuendelee ku maintain ili Tanzania iendelee kubaki kwamba ni kioo cha baadhi ya nchi nyingine katika baadhi ya mambo ambayo kimsingi yalianza kuasisiwa na